Mtumishi wa kweli, kanisa la kweli halijipendekezi kwa serikali. Mtumishi asiye na madudu, mtumishi asiye na njia chafu humoni akiangaika kujisifia, kujipendekezapendekeza kwa serikali. Utaniuliza mimi, nitakwambia mimi ilibidi nijipendekeze kwa sababu nilikuwa siko salama. Si kwamba nilikuwa napenda nilichokuwa nakifanya, nilijua ni uchawa, na hapakuwepo na alternative nyingine, ilibidi niishi maisha yale ya kujipendekeza ya hata kama hawanitaki, ya kujibembeleza. Hawana haja ya kujikomba kwa serikali, hawana haja kujibembeleza kwa mtu yeyote. Inatoa piki piki kwa polisi. Misikiti inatoa magari kwa polisi. ya kiwaka unaenda kumshtaki kwa aliyempatia pikipiki wewe oh, unafikiri at -at -at atakamatwa kule? Mtu ameshakula pikipiki ya mtu 20 30, unaenda na kesi yako o oh, amepewa, amempa mtoto wangu mimba kamtelekeza na mshikilia bastola oh, polisi yepo like, anaika naye. Kuna kanisa ambalo wako vizuri kiuchumi, kifedha kuliko kanisa Katoliki duniani. Ni kwa nini wao wanakuwa hawa? hawa, unakuta hawatoi toi hivi kwamba labda eh tunatoa kiasi hiki labda kiendeleze mahali hapa, lakini pia Huoni hawa marais wanaenda pale kanisani Katoliki unakuta anakuambia kwamba kwa labda mimi natoa milioni mia mbili kwa ajili ya kuwezesha hiki. Hatuoni wakifanya hivyo. Ni kwa nini? Kama hiki alichofanya Chalamila kwenda kwa Mamposa. Eh, rais amenituma kutoa sadaka yake kiasi hiki. Eh, nachangia kiasi hiki mimi kwenye kwenye, kwenye hili nachangia kiasi hiki. Ni kwa nini? Hapo ndo unajifunza kwamba hawa watu wanajielewa. Ni watu ambao wanakuwa na fahamu. Ukitaka usiwe mtumwa na usitawaliwe, basi usiwe mtu wa kupenda kupokea vya bure ili uweze kuwa huru katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ni lazima usipokee kitu bila kujua ni kwa nini kimekuja. Kuna wakati kitafika mahali, kitakufinya na kitakufunga mdomo. Kwa hiyo waumini wake wengi wamekuja pale kanisani, Wakatoliki wao walilitambua wali hilo, wamelitambua hilo, wanalitambua hilo. Ili tusiwe watumwa, tuweze kuwa na misimamo na tuweze kuwa na sauti ambayo itasikilizwa na sauti ambayo itakuwa ni kitisho, ni lazima tusiwe watu wa kupokea vya watu, ni lazima tuishi kwa kunyooka. Ni lazima tuishi kwa kunywa kitu tusiishi kwa janja janja. Utafika wakati tuishi kwa janja janja, tutaminywa mali. Kwa hiyo uchumi wetu tuweke vizuri sisi wenyewe. Tuishi kwa kujitegemea sisi wenyewe. Tuishi hawako vizuri, sijasema kwamba labda watakatifu sijui labda, lakini ni watu ambao ukiangalia ukuti kwenye kutoa ile misaada ambayo sisi tunasema misaada, mara kaenda kutoa magari kumi kwa kwa jeshi la polisi, kama kina Jodevi eh, ya kina Kiboko walivyokuwa wanafanya wenyewe ya kina Mwamposa, mara katoa pikipiki 50 piki eh, kwa jeshi la polisi, mara sijui katoa kitu fulani e, e, e, e, ili kiwe, kiwe kiwe kiwezeshe sijui kwa mkuu wa mkoa katoa ki, ki, kiasi fulani e, mara rais sijui kaenda katoa milioni 100. Unawaza hivi, kwa nini vitokei kwa kanisa Katoliki? Kwa nini hivi vijitokezaji watu vionaji kwao hivi ni kwa nini? Je, kuna kanisa tajiri? Je, hao kina kuwa ni Musa wao ni matajiri kuliko kanisa Katoliki? Je, hao kina Jodevi wana fedha nyingi sana kuliko kanisa Katoliki? Je, hao kina akina Mwamposa wana fedha nyingi kuliko kanisa Katoliki? Jibu linakuja ni li. Mm itakuwa kuna madudu yao kweli, wanakuwa wana wanafanya ili tusishakiwe, ili tusifukunyuliwe, ili tupate kafedha fulani kwao, ni lazima tuwe ni watu wakula na vipofu. Ukiona unamtetea ujamaa wa kimara kwamba hajabaka hashikaki bastola akifanya mapenzi e, kwamba sio hivi na hivi, ujue ujue wewe ni msukule. Wengine wa kuwadhulumu nyumba, wengine wengine wa kuzulumiwa magari, wengine wamechukuliwa wake zao, na wakisubutu kuongea ndio kama hivyo, mimi system hiyo naijua vizuri. Unajua level yangu niliyofika, hakuna kitu ambacho tutakuja nipishia. Nilisema majuzi hapa, baada mimi kuzungumza mambo yake mara iliyopita, kwa sababu na mambo ambayo mzee wa upako alizungumza na mimi, anamfahamu ni mtu wake. Ile gari ile gari V8 nani, ile nani nyeusi ile, aliinunua pale kwa mzee wa Yesu. Na utapeli utapeli, mzee wa Yesu naika mtapeli mwingine naika, yani wewe uko great great, wewe washirikina, yani ni kundi fulani la mafia. Sasa ubaya wa Tanzania ni kwamba hamruhusiwi, kuongea utaongelea wapi? Mtu anakula na askari, mtu anakula na polisi eh, mtu anakula na polisi, anakula na majaji, wewe unaanzia wapi? Mtu anakula na mawaziri, anakula na wabunge, anapiga dili, utafungulia mdomo wapi? Ukijaribu kuongea au ukienda polisi, yaani ukitoka tu una, unaenda kule ukitoka tu ni simu imeshatembea. Mimi nilikuwa napigiwa simu za namna hiyo, watu wakienda, oh, sijui laki tano yangu, unapigiwa simu wewe, kiboko wewe, ni mwizi wamkuja kushtaka hapa, sema mzee, acha tu Aina shida, nakuletea milioni haya, hiyo kesi imeishia no, system zinazoendelea lakini huku na, ni tofauti na kwenu. Vikundi tu vya matapeli makaji, wanaotumia wanaotumia wanaotumia polisi, majungu wameshatengeneza. Siri moja niwambie, moja ni fungua masikio, utumishi wa kweli, kanisa la kweli halijipendekezi kwa serikali. Narudia vizuri Mtumishi asiye na madudu mtumishi asiye na njia chafu humoni akiangaika kujisifia kujipendekeza pendekeza kwa serikali. Utaniuliza mimi, nitakwambia mimi, ilibidi nijipendekeze kwa sababu nilikuwa siko salama, ni nchi ya watu. Sio kwamba nilikuwa napenda nilichokuwa nakifanya, nilijua ni uchawa, na hapa kuwepo na alternative nyingine, ilibidi niishi maisha yale ya kujipendekeza kama nitaki, ya hata kama hawanitaki ya kujibembeleza. Ndio maana hata mlione nikakaa ile miaka yote hiyo lakini ningesema niweke msimamo hata wiki nisingeka. Hata wiki nisingeka. Hata wiki nisingeka. Ningekwisha timuliwa zamani. Kwa kujipendekeza, sio kwamba sio kwamba wanapenda, mm -mm. Ni kwa sababu kuishawishi kui serikali iwafichie. Unanielewa vizuri? Ni kuishawishi serikali iwafichie madudu watumishi wote, mnawaona mara ameleta mkuu wa mkoa yuko madhabahuni, mara ameleta waziri yuko madhabahuni, mara vyombo vya ulinzi na usalama pikipiki piki, wezi wezi akisha okay. Mpo mtu amepeleka pikipiki hamsini kwa polisi, ameshapeleka gari kwa polisi, amempa mkuu wa mkoa platform ya watu wake, akafanya matangazo ya siasa okay. Unataka akibaka umpeleke wapi? Umpeleke kwa mkuu wa mkoa adechukua pikipiki zake hamsini? Na hizo pikipiki ni hizo hizo sadaka za waumini. Hizo pikipiki wanapeleka polisi, hizo ni sadaka za hawa waumini. Wanatengeneza ngao ya hata akikufanyia nini, umpeleki kokote, humpeleki kokote Narudia tena ukiona mtumishi wa... sikiliza, Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi, heshimuni mamlaka. Haisemi bembelezeni mamlaka, haisemi jikombeni, jipendekezeni kwenye mamlaka. Never, never. Ukiniona mimi nitoka niko hapa, naiombea nchi yangu, naiombea serikali, naiombea nchi yangu, naiombea serikali, ndio kazi yangu. Lakini sina kazi ya kwanza kujikomba, kujibembeleza, bembeleza Ukiona okay tu ndio maana unaona unaona kanisa Katoliki linaheshimika sana na na na na misikiti. Kanisa Katoliki na misikiti vinaheshimika sana. Kwa nini? Basi huo kweli ni mgumu kusemwa, lakini nyinyi wa Katoliki tuufie huo. Na kweli kuna watu mtakufa kwa hilo. Ukilisimamia, huko salama, kwa sababu unapozuia watu kwenda juu wanakotaka. Watu wakubali kutawaliwa na sheria. Nchi hii utawala wa sheria umeshuka. Utawala wa nchi ume, Utawala wa sheria. Nchi inaongozwa na sheria. Sio na mtu. Tanzania siku hizi kuna lugha ambayo haijawahi kutokea duniani kote, uchawa. Katika karne ya ishirini na moja, hakuna nchi inaongoza kwa uchawi ni Tanzania. Asio nione mimi ukweli utawale sasa. Tunaomba sana, Wakatoliki tujisaishe, alafu unapoomba ushauri usianze kudhani wewe rais au mkuu wa nchi au mkuu wa mkoa amekuona wewe wa maana sana, wewe toa mawazo yako, kwa sababu wale hawana mambo ya kiroho, wameweka utaratibu wao, wanausimamia a ya, wameweka sheria sawa, wanazifuata, wanajua wanakotoka, wanajua wanakoenda. Hawana haja kujikomba kwa serikali. Hawana haja kujibembeleza kwa mtu yeyote. Hawana, umewahi kuona kabisa Katoliki inatoa pikipiki kwa polisi? Umewahi kuona misikiti inatoa magari kwa polisi? Wanaofanya ni hawa, hawa wabakaji wenu hawa. Hawa wezi vibaka hawa. Wanafanya vile ili siku ya kiwaka, unaenda kumshitaki kwa ajili mpatia pikipiki. Wewe unafikiri atakamatwa kule Mtu ameshakula pikipiki ya mtu 20 30, unaenda na kesi yako o oh, amepewa amempa mtoto wangu mimba kamtelekeza, na mshikilia bastola oh, polisi yeye pata na polisi yeye atakaye ngaikanae. Niwaambie wazi makanisa ya kiroho mengi Tanzania ni majungu, wizi, ubakaji, ndio vitu vidogo vyako. Hakuna kitu cha maana, unashinda kufanya hamna kitu cha maana. Sasa huyo wa kwenu huyo wa Kimara hana cha miujiza, hana cha unabii, hana cha unabii Mkamateni tu vizuri mpigeni fimbo vizuri atabidi tuone. Leo <coughs> nachoongea. Na ukisema uki namuongelea hapa kwa wivu, basi acha tukubaliane kwamba nimeongelea kwa wivu, kwamba namiliki ndege, magari nayomiliki ndo nayomiliki, na nini namiliki na jina kubwa kuliko yeye. Anacho nilikuwa na watu wengi yakuguza kule, hata hapa na watu wengi. Nini ambacho unaona cha maana nacho na miliki? Namzidi kila kitu. na namzidi mpaka dhambi. Na mzidi kila kitu. Na mnaona wivu wa nini? Si mnaona wivu. Mtu mwanaume amempigia simu, anaipo milioni thelathini. Sindiyo? Sasa ule alipewa milioni thelathini, ndo anakomeka ndani kwenye gari anashukua video. Yaani mtu kalipwa milioni thelathini akuchafue, ukampakia kwenye gari yako mbele, anakurekodi, mnaenjoy maisha. Kuna apartment fulani ziko karibu na Masaki, ndio kwao wanatokea wanaelekea posta, kwao wanatokea Masaki kule. Naijua ile apartment <laughs> Sasa ndo nauliza, nauliza. Mtu kapewa milioni 30, kakupigia. Waambia nimepewa milioni 30. Hivi ni kuchafue. Na wewe ukamwambia, "Ah basi njoo. Njoo ni unichafue vizuri, ukambeba na kwenye gari yako." Mkawa unaendesha gari, ana rekodi video. Ah! Hivi wa Tanzania, ndio mmefika kwenye uelewa wa kiwango hicho. <laughs> Ndio umefikia, umefikia ile level ya uelewa kweli. Wasahili wanamsema wao, kwamba unjui kusoma hata picha uoni. Mange Kimambi, Mungu akongezee miaka tena. Mungu akongezee miaka Mange Kimambi. Mtu kapewa milioni 30 akakupigia ukamwambia, basi njoo ni kupapa. Aliyekupigia kwanza ni, Ali ni mwanaume. Kwa madhabahu akasema, nikamwambia fanyeni mnachoweza. Haya sasa, alipewa milioni 30 ukamwambia sina hela ya kukupa, wafanya kwenye gari yako kafikaje? Mulikuwa mnafanya muna, muna sala gani? Kama ni muumini, umempa lift ana mwanamke. Muumini mwanamke anakaaje mbele ya gari yako? Kama ni muumini akikaa nyuma tunaelewa. Ukikaa mbele, amejiachilia na dera, anaonekana kabisa. Ukimwangalia yule dada vizuri kwenye kichwa, utaona kuna alama ya pastola, kwani kuna mahali wame... <laughs> wanakundia zongo, wonekane umeiba. Mimi ndo wamechemka. Mtu kani munavyoweza. Mimi nilivutaga bangi, namshukuru Mungu aliyenisaidia, nikavuta bangi za kueleweka nilivutaga bangi kipindi najitafuta, so ule moshi umebakiki kwa kichwa tu, kana unavyo na kama unavyoweza anakuona kama vile umechanganyikiwa tu. Sishtuki sishtuki, namshukuru Mungu, aliyeniokoa baadaye. Lakini ameniokoa kale kamoshi kabangi kamibaki kichwani, sema unavyosema mindless, ndo sishtuki, nando nazidi kunenepa kadri mnavyosema, mi nanenepa.